Kipekee kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo kuligusa kundi hili la watoto yatima katika mkoa wetu wa Katavi. Ili zoezi la kutoa sadaka kwa Mheshimiwa Rais limefanyika ndani ya mkoto wa Katavi na wilaya kama Tanganyika na Mpanda yalishafanyika na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini leo tarehe mbili mwezi wa nne, Mheshimiwa Rais imempendeza kugusa kundi hili la watoto yatima katika wilaya yetu ya Mlele kwa kutoa sadaka kama ambavyo mnaona. Tumepokea mchele zaidi ya kilo mia mbili ishirini na tano lakini tunaunga zaidi ya kilo mia mbili ishirini na tano na vitu vingine kama sukari, pamoja na mafuta ya kupaka kwa ajili ya watoto wetu hawa, watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu ama watoto yatima. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sadaka hii kubwa. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika kutekeleza majukumu yake. Hawa watoto wanapotoa shukrani, basi moja kwa moja Mheshimiwa Rais na napata baraka. Kwa hiyo sisi, kwa niaba ya wananchi wa Wilaya ya Mlele tunashukuru serikali ya awamu ya sita, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sadaka hii kubwa pale alipotoa. Mwenyezi Mungu amthidishie. Aa, watoto wamefurahi, watasherekea vizuri sikukuu ya Idi pamoja na siku ambazo zinakuja kwa maana ya, ya Pasaka. Kwa hiyo tunashukuru sana, kwa niaba ya viongozi wote pamoja na serikali ya wilaya, tunashukuru sana sana kwa sadaka hii kubwa, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Katavi na kutoa shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais Dk. Samia Suluhu Hassan kwa zawadi ambazo ametutunuku kupitia vituo vyetu kwa mkoa wa Katavi. Hiki ni kituo cha tatu ambacho tumekabidhi zawadi rasmi kutoka kwake. Kipekee naweza kusema kwamba bado tuna changamoto kama mkoa kwenye kundi hili la watoto ambao wanaishi kwenye mazingira ya hatarishi, ambao kwa namna moja au nyingine tunawapata katika mazingira tofauti tofauti tuna watoto ambao wako nje ya mkoa, tuna watoto ambao wako ndani ya mkoa, tuna watoto ambao wamefiwa wazazi wao wote. Lakini tuna watoto ambao, kulingana na changamoto za kwenye familia, basi tunapaswa kuwabeba na kuwasaidia kwa namna hiyo, lakini mwisho wa siku kuwaunganisha na familia zao ili maisha mengine yaendelee, kwa sababu tunaamini kukaa kwenye makao sio suluhu ya watoto hawa katika maisha yao ya baadaye kwao Tunashukuru sana kwa hichi kidogo au kikubwa ambacho tumeweza kukipata, kitawasaidia watoto hawa katika mazingira tofauti, kwa maana ya chakula, lakini pia kwa maana ya shule na mengineyo. Lakini bado tunapambana katika shughuli mbali mbalimbali, katika programu tofauti tofauti ambazo kitaifa tunapaswa kuzitekeleza. Tuna programu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ambayo kama mkoa tumeshaianza na tunapambana kuona kwamba watoto wetu wanakuwa katika malezi yanayostahili lakini tunawaendeleza kwa namna ambavyo kanuni, sheria na taratibu zinataka. Lakini tunatekeleza sheria ya mtoto kuhakikisha kwamba watoto ambao wanaingia katika changamoto ya ukatili pia wanapata haki zao ili mwisho wa siku basi waambatane na jamii ili waendelee kukua katika misingi ambayo inawastahili. Tunawapata kwenye mazingira magumu, na kuna watoto ambao wanaletwa na ustawi wa jamii, ndio tunachukua, tunaishi nao hapa. Kuna watoto wengine ambao wanapata bahati, wanaletwa kwenye kituo, tunawaangalia. Na kuna watoto wengine ambao walokosa bahati, wako mitaani, wanazagazaga. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini, tuwe kipaumbele kwa watoto wetu. Zawadi hizi kimsingi zitaenda kuwasaidia watoto katika mahitaji yao mbalimbali, mbali ya kimsingi ambayo um, yanafahamika kama vile hitaji muhimu, hitaji la chakula, lakini na mahitaji mengine ambayo kimsingi yanaweza yakawafanya watoto hao waweze kuwa na utulivu katika kuweza kujifunza na katika kuku, kufanya wakuwe kiakili na kimwili. We have received this gift with full of respect. To be honest, we are very happy for your appreciation. God will bless you.